Madao laba, imebidi sasa amuulize una maana gani akong... hivyo ulifikiria mimi nitashirikiana na wewe sijawai o... kushirikiana na mtu katika jambo lolote, ni sasa amemtangazia vita kwamba leo anataka kuyachukua maisha yake. Angalia kitu ambacho kinatokea. Ngoja tuone nani mbali. Kwanza angalia jinsi uwezo wa Han wa jinsi ulivyo wa ajabu. Kuna namna kidogo kama alizidiwa, lakini alichofanya akaanza kutumia mbinu zake ambazo eh, ni za kitofauti. Upanga anaoutumia sasa hivi sasahivi Marco Chan ni upanga ambao basi amekuwa akiutumia mwamba mwenyewe Master Fu Wangshu, upanga wake bado uko kwa Marco Chan. Da, huko anamkosa kosa kila wakati na huwa hani hii ilikuwa bado kidogo angetengeleza kwenye ngazi. Sasa kidogo hii ilikuwa imempita kidogo. Eh, panga limepita chini ya. Eh, na sasa bado kuna kundi kubwa sana la watu nyuma yake. Maana yake ni kwamba hii ni vita mbaya sana ambayo Ma Kongqun ameamua kuionyesha wazi wazi, upanga ni ule upanga ambao amekuaga akiutumia mwamba mwenyewe Master Function. Angalia sasa kitu jamaa anafanya. Haya, wakati jamaa anakuja sasa, akiwa na mashambulizi haya, wakati huu upanga unamkosa tena, na mapigo ambayo anayatumia ni mapigo ambayo inaonekana kabisa e, anataka kumaliza mwana. Upanga sasa anao, lakini anapigwa tena, shambulizi lingine. Wamemzunguka na panga zao. Kila alichojaribu imeshindikana. Hawahuani, umekuja mwenyewe. Yote ulioyafanya mwisho wa siku yana, leo utafia hapa. <tap> Angalia kitu kinatokea basi inatokea hali ya ajabu kabisa, hali ya ajabu kabisa. Anko Fen ambaye alikuwa yuko nyuma ya Mako Chan ndio anakuwa traitor, msaliti. Lakini sio hivyo pia, askari wengine wote waliokuwa pale wakamgeuka Mako Chan wote wakamua piga panga wote, mzee akabaki hana anachoweza. E, maana yake ni kwamba sasa wameamua kummaliza. chezea uahaniii, ni mtu ambaye ngome yake sasa hivi ina nguvu nyingi sana. wazani seme wtila, nimekuwa na wewe miaka kumi, si ndio? Nakujua vizuri, huwa anaelewa unavyofikiria kwao. Nadhani sikujua na na, kwa nini kwanini umeniita Mm, kwamba unadhani kwamba eti sikuelewa si nini au kujua watu ambao uliwaamini kwamba watakugeuka? <laughs> Sasa jamaa kelele, si ndio? Sasa jamaa anapiga kelele makocho ntakua sawa. Miaka ishirini iliyopita ulileta maangamizi, uliua ndugu zangu, kaka zangu, ulipaswa zangu, ulipaswa kwamba wakati wale waliokuzunguka pia watakufanyia hivyo hivyo, kile ambacho walitufanyia sisi. <coughs> Ivane ilikuwa ni hatari. Sasa angalia, jamaa anatumia nguvu, go to hell, nenda kuzimu. Ivane hatari, kamaliza kazi ya mako chane, inaishia pale, pigwa upanga. Afu upanga uliomuua ni ule upanga wa, wa, wa Master Fu.

Nafikiri hizo zote ni habari njema kwangu mimi eh, ebane? Ha, hey, kazi imeisha pale. Binti ndo amefika nyumbani kwao, sijui sasa itakuwaja anapofika. Afadhali umekuja, umekuja mwambia nini, ta kinaendelea kimempata nini baba, kuna kitu kimempata binti kwanza akadata basi mbio zikatoka nje mpaka ndani anafika kule, kwa sababu anataka sana kumuona baba yake. Lakini laiti angejua Uncle Feng ndio mtu mbaya zaidi ambaye amemgeuka baba yake na ndio aliyeanza kumchoma upanga, sijui angejisikiaje? E, anafika pale anamkuta baba yake amefunikwa na shuka nyeupe. Baba yake, yake ndio mtu ambaye anaweza ngasema amekuwa akimpa tumaini binti mara kwa mara maisha yanapobadilika kidogo tu e, basi binti huwa anaogopa sana. Unajua wakati ule hata baba yake walipopoteza e, makazi yake makazi yale e, kule walikokuwa wanaishi, unafikiri uliona jinsi binti alivyopitia wakati Baba, ulisema haijalishi nini kitatokea, hutaoniacha peke yako. Inakuwa vipi sasa? Umeniacha mwenyewe, imekuwa vipi? Pia umeshindwa kuiweka au kuitimiza hadhi. Maskini binti wa watu alianza kulia, hajui atafa, analia baba yake kumwacha yatima. Mama yake sasa hana mama, na yeye baba ndo alikuwa ndio mama ndio sasa baba naye. Inasikitisha sana. Haya, binti kusema ukweli ana mikosi yani, sio eh, miongoni mwa watu wote waliokuwa karibu naye. Sasa hivi sasa ni baba yake. Baba yake ameondoka. Huyo huyo ambaye alikuwa anataka kumuua Master Fox. Yule ambaye alitaka kuuawa yupo hai, lakini yule ambaye basi eh alitaka kumuua ndoka kuuawa. Anasema ni fuo mshuku. Tumemwona kwa macho yetu wenyewe na upanga wake ule baba, eh, amemuua baba yako kwa kumpiga upanga mmoja tu, eh, sasa kama isingekuwa ni yeye baba yako angekuwa bado yuko, eh, basi ameondoka akikimbia. Da, binti alivyoambiwa hivyo kutegemea yeye amekuwa kama anajisikia kuchanganyikiwa kabisa. Alafu mastermind ndio huyo hapo anamwangalia binti jinsi alivyofanya kwa jinsi ambavyo binti ametokea kumpenda master, hii ni chula, mambia kama ameupasua moyo wake vipande vipande. Anamuita Lili anamwambia kama hautajitokeza ntakufanyizia kidogo pana. Mtu mmoja alitaka kumshambulia, imerushwa flying dagger, akajua hapa hapa kwa salama. Kulikuwa kuna ujumbe sasa, anaitwa griffin palace. Griffin palace ni pale ambapo anapatikana mwamba mwenyewe, huwa hani yi huku hivi demon section, huyu ndo huwa hani yi. Kumbe lilini kweli kuchukuliwa, yuko chini ya mikono ya huwa hani yi. Kwanza tusamehe, pengine tumekukosea

Wanafikiri unaweza kumfanya mjinga eti kwa sababu uniteka mimi. Afurahishwa sana na upendo wenu nyinyi. Inaonekana mnapendana mpaka mnafahamiana. Linapokuja swala la Yikai, kwanza mbona kama unapata wasiwasi sana? <coughs> Wala usijifanyishe hapo. Tena acha nikuambie ukweli. Shaoye ni mtoto wa Hua Baifeng. Kama ulikuwa hujui ukimgusa, itabidi ulipe. Sasa napofika swala la Hua Baifeng, mtoto wake kuguswa, unajua nini anaweza kufanya sasa. Na sio hivyo tu, sasa hivi shaui ana rafiki mwingine Master Li. Je, wakishirikiana hivi? unajua kwamba Master Li alikuwa ni mwalimu wangu mzuri, na watu wote anamjua yeye ni nani imekualika ikulu hapa leo upate japo kikombe cha chai pamoja na mimi kashi wunai ta baiban buyuanyi wo zhihao xiangle zhege ben banfa qianwan buyao guai wo. Anaonywa kabisa kwamba akijaribu kufanya lolote lile si asija akaja akalalamika. si Um, vipi bado nataka kuleta masara xianzai zhege shihou ta kongpa yijing zai. Nina uhakika kabisa sasa, atakuwa yuko mbioni anakuja huku pyaoji ni henk, wala usijali mtakutana tu, muda sio mrefu. Usijakathubutu kumdhuru shawye. Anapenda kumwita shawye, Master Yikai. Hai, hmm. Mwamba ni mbaya huyu, kipindi anakaa kwenye kile ki, kiti chake kile, kama kiti cha kusukuma, ulikuwa mtu uwezi kuelewa.

Umekuja kuniokoa sindio? Umekuja kuniokoa eh? Sasa subiri nikwambie kitu kimoja eh, nataka mwanzo nifungue kamba eh. Sasa unajua kuna kitu inabidi ujue. Unadhani ni rahisi tu kujifungua? Huwezi kujifungua hapo ukatoka kirahisi. Hiyo kamba yenyewe wameiekea. Ukihangaika kuigusagusa sana kama unataka kujifungua, kitakachokupata utafia hapo. Kwa nini utaniacha hapa nifia hapa

na kila mwanaume alikuwa anakutana, mpaka leo bado wewe ni mzuri, haujapoteza ujana wako eh. Hebu niambie, kwa hiyo nini ambacho kinakufanya mpaka unanifurahia hivi? Basi aibu nyingi. Amna, sio hivyo, lakini ngoja nikwambie na kuona wewe bado ni mdogo, lakini pia mzuri, na na leo umeniokoa, nazidi tu kukupenda. Asante Antihua kwa kuniokoa maisha yangu kamshusha. Hmm, hmm, kamfandisha hmm <sighs> da niwele, ninajua unachofanya 有oseasksd najua kuna baadhi ya vitu hutakiwi kuvisema moja kwa moja. Jinsi nimekusaidia leo ni kwa sababu najua kwamba wewe na Ye Kai ni wapenzi yeah.

Kwa hiyo nisingependa pia Yikai aende kinyume, lakini najua kwamba wewe ndo unampenda sana Yikai, um, na umemsaidia mara nyingi katika mambo mengi hatari. Lakini ukweli ni kwamba nimemuingiza, nimemwingiza shauri hii katika matatizo mengi. Sio tu kwamba anipendi au ananipenda, lakini nimemuingiza pia katika mambo mengi lakini kwa kile nachojua mimi, wewe na mwenzio mnapendana sana, sio kama ilivyokuwaga kwa mama na Fangling. Nafurahi nikijua mko pamoja. Basi hamna shida, nitahakikisha kwamba basi Ye Kai yuko salama. Tang taogeceme, nimempa Fangling zawadi ya harusi yake.

Imetengenezwa na mifupa meusi ya wanyama. Kuna maajabu ndani yake. Maajabu gani? Hebu fungua mkono wake. Sasa alikuwa amemtoboa na hiyo. Hiki ni nini? Una maana gani? Ulipaswa kujua unachoongea, lakini naona kabisa sikuelewi.

ni kitu gani hicho ambacho anataka kumpa kijana wangu mpaka anaanza kujibu. Hapana, sio hivyo. Mimi nimekuaga naye yeye tu, sijawahi kulala na mwanaume mwingine. Ah, kwa hiyo unataka kunichukulia poa, eh? Niambie huyo mwingine, mm, niambie. Niambie. Niambie, ni ah, eh. Eh, niambie kabla sijafanya kitu kibaya. Sasa ninajua kabisa kwamba wewe utakuwa ni mwanamke we, wenye wanaume wengi. Eh, unakuja kulipizia kisasi kwa mwanaume wako kupitia mtoto wako? Mimi sijawahi kuwa na mwanaume mwingine, nimekuwa tu na mwanaume huyu mmoja, mtoto wako. Aya, tumemaliza episodi hiyo, tutakutana kwenye episodi inayofuata. Naona mambo ni mengi, mda mchache, na mama anapambana kweli kujua, basi kijana wake alichookota ni dogo Eh, au basi alichookota ni nini? Sijui tutasema alichookota ni, ni, <laughs> ni koko eh. Kwa hiyo kila namna amekuwa akiuliza maswali mengi, anataka kujua vitu vingi mm, kuchunguza yanayoendelea eh, kumuhusu binti yake mwenyewe na I mean, kumuhusu mtoto wake wa kiume na mkwe, wa, mkwe wake eh, eh, ambapo basi kijana ametaka kuoa, lakini basi mama anataka kujua binti ameshawahi kuwa na wanaume wa sasa amemtoboa kuna style unajua watu wa zamani wana style. Kama amemtoboa kwenye mkono, alama iliyotokea itategemea rangi inayotokea, mama anakuwa anajua kwamba umeshawahi kufanya. Kama hujawahi kufanya alama itakayotokea ataona, atajua wewe hujawahi kufanya. Sasa inaonekana binti kashawahi lakini sio na mwanaume. Kwamba kama imekuwa nyeusi ni zaidi ya mwanaume. Lakini kwa rangi nyingine kama sijui kijani, blue, sijui nyekundu, inategemea nini ni alama gani itatokea au rangi gani itatokea na ikitokea hivyo basi mama anakuwa anajua. Kwamba bado binti labda hajafanya au kafanya na wanaume wangapi, au yuko na mwanangu tu na kadhalika. Basi aa, tutakutana katika episodi inayofuata.